Namna nina gani ninaweza nikamaliza mwaka na nikaingia mwaka mwingine? Jambo la kwanza, ili umalize mwaka na kuumiliki mwaka mwingine ni lazima jambo la kwanza umtangulize Mungu, umtangulize Mungu. Hicho ndo kitu cha muhimu na ndo kitu so special kwako, ili salama lazima Mungu atangulie katika maisha yako. Mungu akitangulia ni rahisi sana kuvuka, ni rahisi sana kutawala, ni rahisi sana kumiliki. Na elewa kwamba unapomaliza mwaka na unaingia mwaka mwingine, manake unafunga ukurasa na unafungua ukurasa mpya. Kwa hiyo ili uingie katika ukurasa mpya na kufunga ukurasa ule wa zamani Unahitaji kitu cha kwanza, Mungu ndiye atangulie kwako. Kwa nini? Kwa sababu usipotangulia Mungu, unaweza kuvuka mwaka lakini usiumiliki. Unaweza kuvuka mwaka lakini usiutawale. Unaweza kuvuka mwaka lakini usiumalize. Ndio maana hata huu mwaka ambao tupo, kuna watu walivuka, lakini hawajaumaliza, na walikuwa na ndoto ya kuumaliza. Kwa nini hawajaumaliza? Kwa sababu yupo adui ambaye anakatisha hatima za watu, wasimalize mwaka, wasimalize muda wao, wasimalize E, e, ndoto zao. Ndio maana Biblia ni kitabu cha Yoeli nasema nitakurudishia miaka iliyoliwa na tunutu na nzi.